Hatutaki kusikia mbolea inauzwa nje ya mfumo kama alivyofanya huyu tuliyomkamata na kuna wengine tumewakamata pia. Hatutaki kusikia mbolea inauzwa nje ya bei elekezi iliyoelekezwa na serikali, lakini hatutaki kusikia mbolea inafichwa, kwa sababu mbolea inapokelewa kwa utaratibu maalumu kutoka kule na kutoka kule na kuagiziwa, takwimu tunazo kwenye mfumo, tutafuatilia. Kama kuna yeyote atakayehusika na kuficha mbolea, tutakamata yoyote anayehusika na kuuza mbolea nje ya mfumo tutamkamata. Anayehusika na kuuza mbolea kinyume na bei elekezi ya serikali tutawakamata. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni serikali ya wananchi, na tutawalinda wananchi, tutawalinda wakulima, tutawapigania wakulima kuhakikisha kwamba wanapata mbolea kwa bei iliyoelekezwa na serikali. Kwa hiyo sasa, kamanda wa polisi huko hapa, kaimu RPC tutaondoka na huyu mmiliki wa hili duka, lakini mume wake amekimbia. Tutaondoka na naye, naye atafutwe popote alipo, naye akamatwe ili hatua za kisheria zianze kuchukuliwa. Lakini na nitoe maelekezo kwa wakuu wa wilaya, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Mbozi huko hapa, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya pembejeo, operesheni hizi ziendelee kwa kushirikiana na vyombo vya usalama katika wilaya zote tufanye oparesheni za kuhakikisha kwamba tunakagua maduka yote, mbolea ipatikane kwa bei ya ruzuku na sio vinginevyo, ili kuweza kuwalinda wakulima wa mkoa wa Songwe. Sasa yeye amepandisha bei kutoka shilingi elfu 76 mpaka shilingi elfu 95, amepandisha bei karibia shilingi ngapi hiyo? Eh, karibia elfu kumi na kumi na tisa. 19 mzima amepandisha. Lengo ni kuweza kujipatia, kujipatia faida. Sasa ndugu zangu, sisi kama serikali, serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan iliamua kuwasaidieni nyinyi wakulima, kwa sababu hiki kitendo kinachofanyika ni kuhujumu uchumi, ni kuhujumu uchumi wa nchi yetu, kwa sababu jitihada za taifa letu ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula cha kutosha, ili kuwa na usalama wa chakula. Wewe unapoingilia kati na kutaka kuzoofisha jitihada hizo, manake unahatarisha usalama wa chakula wa nchi yetu. Lakini mzee kama huyu yani, e, amebanabana amepata pesa yake anataka kununua mbolea yeah, wewe unamuuzia mbolea kwa bei tofauti na ile ambayo serikali imeelekeza, yani, manake unamhujumu huyu mzee wangu, unataka atumie gharama kubwa kwa ajili ya kujipatia mbolea, manake unahujumu uchumi wake. Sasa wafanyabiashara wote wa mkoa wa Songwe, lakini mawakala wote wa mkoa wa Songwe ambao wanahusika na shughuli za uwakala wa mbolea wakae mguu sawa. Tukiwakamata, tutakaowakamata tunawashtaki na tunawachukulia hatua mara moja, na hii operesheni ni endelevu. Kwa majina, anaitwa Joshua Ng'ondya ni meneja ya mamlaka ya udhibiti wa mbolea wa kanda ya nyanda za <laughs> Mkoa wa Songwe mpaka sasa hivi ninavyoongea, mheshimiwa mkuu wa mkoa, tuna zaidi ya tani elfu tisa mia nane ishirini na tano za aina mbalimbali za mbolea. Mbolea za kupandia zipo, mbolea za kukuzia zipo. Tulikuwa na changamoto kidogo ya upatikanaji wa DAP, lakini serikali imefanya jitihada za kutosha. Tumeingiza zaidi ya tani elfu ishirini na mbili ndani ya nchi ambazo ndizo zinaendelea kusambazwa. Kwa hiyo tuhakikishie wana Mbozi mbolea zipo za kutosha, isipokuwa ni baadhi tu ya watu wachache ambao wanazua taharuki kama mbolea ipo akati mbolea ipo ile aweza kujipatia manufaa.